Nawashukuru sana kwa kuja kwenye Samia Serengeti Music Festival. Tuna tukio zuri. Nawashukuru watu wa Dar es Salaam, mambo ni mazuri. Tumeanza tangu saa 4 asubuhi, na sasa tunamsubiri Mheshimiwa Spika ili aweze kuwa mgeni rasmi wa tukio letu, lakini hapo tutapiga mpaka karibu kuna kucha. Kwa kweli tuliamua tufanye tukio kubwa kwa sababu tunataka Serengeti Music Festival ambayo mwaka huu tunaita Samia Serengeti Music Festival liwe tukio la kimataifa. Tumeanza safari ya kulifanya tukio hili la kimataifa. Tumefanya tukio kubwa, kuanzia stage tulivyoandaa, wasanii tulioandaa, kwenye mpira kuna goli la mama hapo. Wasanii wote wanaopopou wanapewa malipo, tunawalipa. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kuandaa tukio hili, limekuwa tukio lenye mafanikio. Baada ya hapo, tunafanya tathmini tuone Serengeti festival tunaipeleka wapi baada ya Dar es Salaam lakini kumbukeni, kuna zao jingine linaitwa na danse la mama Samia. Tumefanya Dar es Salaam Leaders Club, sasa tunajiandaa kulifanya katika mikoa mingine kumi ya Tanzania. Kwa kweli tumefanikiwa, tamasha letu lina ujumbe wa aina nyingi. Kwanza leo ni siku ya muungano, muungano miaka 61 ya muungano na kauli mbiu inasema Muungano wetu ni dhamana, heshima na utu ya taifa, tujitokeze kwenye uchaguzi mkuu 2025. Tunataka watu wajitokeze kwenye uchaguzi mkuu, tunafikisha ujumbe kupitia tamasha hili. Lakini la pili, tunawahimiza watumie fursa za Chan na Afcon. La tatu, tunakuja hapa kuambia Watanzania washiriki kwenye uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Yako mambo mengi, lakini pia tulikuwa tunahitimisha kikao kazi chetu cha maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo. Kwa hiyo, nimekuwa ni tamasha lenye mafanikio makubwa. Tunafurahi watu wamejitokeza, wanafurahi. Kuna mvua, lakini mvua sisi tunasemaje? tunayo na tunatambarayo. Tamba nayo kabisa. Vijana nawaomba twende kwenye uchaguzi tukiwa na furaha. Sisi watanzania tukio la uchaguzi kwetu ni tukio la furaha, sio tukio la makasiriko, sio tukio la stress. Yeah, yeah. Nawaomba wa ndugu zangu wote wa Tanzania, sisi wa wa Tanzania, tuna maelekezo ya mheshimiwa rais tuwahakikishe watanzania wanafurahi, wanacheza, wana enjoy. Tutawapelekea tamasha kama hili, uchaguzi mkuu waende wakashiriki uchaguzi mkuu wakaamue. Wetu kwetu sisi, uchaguzi mkuu ni tukio la kushukuru kwa miaka mitano tulioenda vizuri. Sasa tunakwenda kwenye miaka mitano mingine tunaweka viongozi watakaotukusha. Mtu asitutume kufanya vurugu, asitutume kutukonganisha na kutupatia stress. Uchaguzi kwetu ni furaha, tutaendelea na utamaduni wetu huo.